<laughs> <laughs> Re eh? Asante sana ya yeah, so kama nilivyosema lazima tusherekee miaka kumi na tano. Nakumbuka siku moja tunatoka tunafika apoti uh, tunagonga pasporti pale na afisa moja immigration. Aka akamwambia Diamond, bro mimi nakukubali toka niko shule. Ile kitendo cha toka niko shule afu ofisa <laughs> mwaka gani nakugongea, yeah. So nataka kushukuru sana mchango wenu waandishi wa habari kwa kweli, mmeshirikiana nasi katika muda mrefu sana na napenda kutoa shukurani pia kwa Pepsi, mmekuwa bega kwa bega na sisi kwa muda mrefu na na wazo hili la um, kufanya show tatu kwa siku moja I mean kwa kwa wiki moja, ndani ya wiki moja ah, uh, na nimekubali ile ombi. Nadhani kwa kweli hamtupingi tunapokuja kwa masuala ya wa Wasafi festival zote, so naomba jamani, mbunywe Pepsi sana, lakini habari Pepsi zinyweke, ili shughuli yetu hiyo December tutakoifanya ikamilike. Hilo tu ndo langu kwa leo, hilo kibishara zaidi. Sawa, nashukuru sana kwanza wote kwa kufika nyingi pia tunapokuwa tuna press ya vitu mbalimbali mnakuwa mnakuja kwa wingi na tunawashukuru binafsi. Ah, nashukuru sana Pepsi. Nafanya kazi sasa hivi kuanzia kusajili kutoka mwaka elfu mbili na kumi na nane mpaka sasa hivi takriban miaka saba. Natoka kwenye kuanza kwetu kufanya kazi, tumekuwa tukifanya kazi kwa mafanikio na mafanikio na mafanikio. Cha kwanza, hii inaonyesha nafanya kazi na kampuni iliyokuwa sahihi kampuni ambayo haiko tu kwa sababu ya kutaka kuchukua hela za wateja, lakini pia inajali utu, najua namna ya kuishi na watu. Ndio maana paka sasa tuna miaka imefika saba, tunafanya kazi pamoja. Lakini ukiacha hivyo, pia nashukuru Pepsi kwa kuendelea kuamini katika sanaa. Unajua, zamani ilikuwa ngumu makampuni makubwa kama haya kuwaamini uh, wanamuziki, lakini kwa kampuni tena taasisi kama hii ya Pepsi kuamua kumtumia mwanamuziki kuwa balozi wao ni kitu cha heshima kwa tasnia, lakini kitu cha heshima kwenye nchi, kwa sababu inaonyesha kwamba wanamuziki wa kwenye nchi yetu wanathamani, wan, wan, wan, wanapendwa, wanakubalika, wanathaminika. Lakini pia ni heshima kwa taifa kuonekana kwamba nchi hii haina wanamuziki wa hovyo hovyo tu, kwa sababu najua zamani ilikuwa naweza kuchukuliwa masta kutoka nchi za nje ndio picha zao zinatumika, lakini sasa hivi zinatumika tunatumika sisi kutoka hapa Tanzania. Maana yake kama wanamuziki eh, kama industry nzima ya muziki, waandishi wa habari na nchi kwa jumla, tumefanya kazi kubwa ya kwa kuhakikisha kwamba chapa zetu za kimuziki zinakuwa zina thamani zinaweza kushirikiana na, na, na, na, na, taasisi kubwa kama hizi, lakini pia kuipongeza kui, kui, serikali kwa sababu serikali wameweka minendo mirahisi au menendo miundombinu mizuri inawezesha hivi vitu vyote kukamilika, kwa sababu asingeweka miundombinu rahisi, pengine ingekuwa tabu, pengine ingekuwa tabu kwa, pengine kwa, kwa kampuni kama Pepsi ka, mi, mi, sahihi kushirikiana na sisi. Hiyo vinakuwa vinategemeana, tasnia ya muziki, Pepsi kama Pepsi wenyewe, moyo wako fanya kazi uh, vizuri Tanzania kushirikiana na na na, na wasanii wa Tanzania partnership na, na, na, na, na lakini serikali kutokana na namna wanavyoendesha nchi hii. Lakini niwashukuru ni waandishi jang hapa, nawashukuru waandishi, washukuru kwa sababu mna play part kubwa sana katika mafanikio ya maisha yetu. Uh, wengi wetu tunakutana katika mambo tofauti wakati mwingine tunasemana, wakati mwingine tunasifiana, lakini vyote hivyo hivyo vinajenga brand, vyote vinafaa vinatukuza, vyote hivyo vinasababisha sisi tunapata nafasi kama hizi. Niwa niwaahidi Pepsi kwamba tutazidi kushirikiana, tutazidi kufanya vizuri na na, na unajua, wakati naanza kushirikiana na Pepsi uh, wali Of course watu wote mkianza kupatana nao unaona ile yani, ile passion yao kwamba yani, asiye yani tutafanya kitu cha taji, lakini toka tushirikiane mpaka leo tunafanya vitu vikubwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, Tanzania ukisema soda unataja Pepsi, zingine zinaweza kutokea katika namba tano, kwa namba sita, namba saba, sijui hata namba ngapi, lakini ukisema soda kwanza Pepsi. Kitu cha heshima changu mimi pia kimeniongezea value kuonesha kwamba nikishirikiana na bidhaa yote inafanya vizuri, lakini haya yote isingewezekana pasipo Uh, waandishi wa habari kuweza kuwa mna promote, kuweza kuwa mnatubeba katika mambo tofauti tofauti. So, mwaka mwingine tena uh, vitu vingi tunawaletea kutoka Pepsi. Tuendelee kunywa bidhaa zetu za Pepsi. Na Pepsi, na Mirinda, na kuna 7up. Tunaomba muendelee kusupport, mnaposupport hizo, msupport tu Pepsi, lakini mna support tasnia yote ya muziki msupport vijana wa Kitanzania ambao wameaminika na Pepsi unaingia kwenye kipengele cha maswali na majibu. Tujitambulishe jina lako, unatoka wapi, na swali lako aeikaianamawai

Sasa unajua, kama vijana tunakuwa tuna ndoto kufanya vitu vingi.

Tegemee kwamba kwa hapa nchini Tanzania mm, kuna viwanda vingi vya watu ambao wanazalisha filamu nchini. Je, wanaweza wakafungua milango kwa wewe ushiriki katika filamu za ndani hapa nchini. Tutegemee <tukime tukime> hivyo, lakini addition question ni kwamba kipindi cha nyuma nakumbuka, wakati Diamond una Diamond una ndo unaanza, ulikuwa una, una plani ya kutoa filamu pamoja na Wema Sepetu. Ile filamu ilifahamika kwa jina la Temptation. Labda tutegemee kwamba kwa sababu Diamond umerudi sasa kwenye filamu, tutegemee kwamba ile filamu itaweza kushutiwa kati yako wewe na Wema. Kushukuru, unajua licha ya kwamba wacheza filamu wa, wa, wetu wa Tanzania wanafanya vizuri sana lakini kidogo bado soko letu lina changamoto kwenye upande wa kifedha Tanzania. Ndio maana utaona kumekuwa kuna tamthilia nyingi ndio zinafanya vizuri katika vingamuzi uh, mbalimbali, lakini nadhani bado kidogo kuna stability yayakaa katika movie za uh, moja moja kwa hiyo maombi yangu na shauku yangu watu waendelee kuwekeza katika movies isiyo tu kwenye tamthilia. Tamthilia zinafanya vizuri sana zote, kiangalia sana tamthilia zinakuwa za kwenye vingamuzi tofauti. Sasa hao ndugu zetu hawa wa movie wanafanya kazi vizuri sana, mimi nawashukuru sana, anaombea na naomba wa wawekezaji wawekeze fedha ili ziweze kufanyika movies pia moja moja Labda labda niongezee hapo, naomba kitu kimoja tu tuelewane. Ah, unapoona makampuni yanatoa ushirikiano mkubwa sana kwenye sanaa yee, kama waandishi wa habari, naombeni wapeni nyie support ili waweze kutusaidia kwenye sanaa zaidi. Uh, naomba nitumie nafasi hii kwa Pepsi kuwapa at least jaribuni, kuwa, kuweka product placement katika hizi series ambazo uh, zinazoendelea uh, mwezi kuwaweza kuwawezesha zaidi. Unajua, mnapoweza kuwawezesha zaidi tasnia nayo inakuwa budget inaongezeka, wasanii wetu nao wanapata hela, umeelewa? Kwa hiyo kwa kwa waandishi naomba na nyie muwe mnasisitiza makampuni, mkiona kampuni tu limejileta hii ndiyo kinywaji sahihi chako ngua zako. aaasika navoja nagomba mesikia mapita ila kama wewe mtu angano karibu segeti, sio? Umeelewa? Kwa hiyo dunia lazima tukubali, dunia ipo hivyo, yaani tusipinge katika hilo dunia ilivyo, na kingine ilivyo. Sasa umeona, hii Pepsi licha kuwa tuna kinywaji ambacho kwa watu ambao eh, e eh, watu wengi, lakini unapogonga vile vianda ambavyo vina spirit lazima utangamini eh. Ukiona vile vianda unajua vile vianda kizungumzie mwenzake ndio huyu, usichanganye na kitu kingine utajichanganya, hiki sio, umeelewa? Eh, kwa watu tunachokosea kutokubaliana na ukweli. Lazima kubaliana na ukweli. Kuna wanawake, kuna wanaume

kumtumia si sasa hivi, ilikuwa rahisi kupitia Diamond. Tunaona je, imani yenu kwa wasanii wengine wa changa, wasanii wengine ambao wanafanya muziki mzuri, wana trend na wana fans, wana namba kubwa sana kwa Tanzania, kama sije kuwatumia kwenye brand ya Pepsi? Kwa sababu wanyaji wa Pepsi ndio wao wa Tanzania, ndio wao watu mtaani. Je, kuwatumia wao, kuwapa nafasi kutumia brand brand safi? sawa sawa sawa <laughs> Yaani, ilivyo kwanza, labda ni watu nikuwekea wasichokijua wa mkataba yote, sio tu kwanza. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimzika, cha kwanza ilivyo, ilivo imeingia milioni na, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama mkubaliana hamsini, chukua hamsini yake alafu kwenye ile ya msanii wanakata, wanakata investment hata hiyo unasema kwamba watajua wakati investment hiyo wafanya kama Lombardy. Sasa ndiyo maana nataka niike ili kunipeleke vizuri, si ndiyo? Kwa unaingia mkataba, makubaliano hamsini hamsini, si ndiyo? Ina maana naingia milioni katika milioni, naingia kwanza, nachukua mimi hamsini yangu, mimi ndiye nimeinvest, nachukua hamsini yangu alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ya msingi yako, sio kwenye msingi yako. Uh, sio imeendelea ya vizuri, ndio mikataba yote duniani hivyo. Sasa nakupa mkataba <tutu wajalia> mkataba. Asanteni ni Na ni yes sana nilikuwa naomba kuweza kumalizia hii sherehe yetu ya leo, tunaomba tumkabidhi kidogo abasada wetu zawadi ambayo tumletea